ukopoa kwako waliote namshukuru sana Mwenyezi Mungu mngi walema nikiwa na afya njema tele hmm. nipo pande za zingiziwa kwa kweli namshukuru sana Mwenyezi Mungu tageti na nia na mazumuni ni hamasa yetu kuhamasisha wanasimba tujitokeze kwa wingi tukate tiketi kwa wingi kwa ajili ya kwenda kuisapoti timu yetu kwa kweli nimefarijika na uwezo kuamini pamoja mimi kwamba nimezaliwa miaka mingi sana ndani ya Dar es Salaam hii ndio mara ya kwanza mimi kufika maeneo haya hmm. Kwa kweli kuna kitu ambacho nilichojiona wanazingiziwa, mimi wamenisurprise, yani sikutegemea na wala sikuamini, wa unakutana na watu wanakushangaa pasi milioni, yani. Yani, hakuamini kwamba pasi milioni labda anaweza akaja labda huku kwa wanazingiziwa. Kwa kweli mimi nimefarijika, nimefurahi sana. Kumbe zingiziwa wanako Simba wapo wengi wengi mno. Kwa kweli nimefarijika sana, sana, sana. Kuna kitu wamenijengea yani, kana kwamba mimi watazidi kunipele confidence ya kuendelea kuhesabu ile mipasi yangu Wanazingiziwa, big up sana, kwa kweli nimefarijika, nimefurahi na ilipo Simba na sisi tupo. Kwa kweli nimefurahi sana sana sana, lakini kama hivyo chagizo, tukutane Benjamin William Mkapa, hilo ndio chagizo letu kubwa sana sana, na tukate tiketi kwa wingi. Kwanza nawashukuru sana viongozi wangu kwa kiingilio, kimekuwa rafiki kwa mwana mwana Simba. Nitamshangaa atakebaki huko zingiziwa, na naona makundi yako mengi, anaweza ya akajitoa huko akajileta kule kwa ajili ya kwa kusapoti timu yetu. Naona kuzingiziwa yupo ile kaniki nafikiri, uh, Selemani kaniki ndo, uh, pande zake, anaweza naye mheshimiwa diwani kitu kama hivi, akatua gari zake sita saba akawaleta wananchi ndani ya Benjamin William Mkapa kwa ajili ya kuisapoti timu yetu ya Simba Sports. Bro, nimefurahi mno, nimefurahi sana sana sana kaka, eh bwana, tuzungumzie hili. Wakati tunakuja huku maeneo zingiziwa, majirani zenu bwana, wameachia jezi yao mpya ya michuano ya kimataifa. Umeona mtoko mzee wangu Ani siwe mnafiki sijaiona, sijaiona, lakini na uhakika haitozidi yetu, na uhakika haitozidi yetu, na uhakika haitozidi yetu. Kwa nini nasema hivyo? Yetu inatengenezwa kwanza, watengeneza, watengeneza jezi ni Diadora yetu sisi watengeneza jezi ni dia dola, wadhamini wetu ni Jerut eh. kwa hiyo na uhakika kabisa sidhani, yani, na uhakika watu izidi yetu. Simple tu ya, <coughs> kwanza hii ya kwanza, kwanza. Eh. Ah, okay nimeiona, nimeiona ya pili nimeiona <laughs> ile nyeusi nimeona ya, ya, eh, ya kijani, unaziona kijani nimeiona, nimeiona hizi, mimi nahisi nahisi, kama Chama cha Mapinduzi hii ndio sare yao ya ushindi wa chama chao navyohisi, lakini sio zambi kuisi nimeisi, lakini nahisi kama za Chama cha Mapinduzi baada ya ushindi wao navohisi, kwa sababu nikiangalia una kama sio jezi kama vazi la ush, yani kama watu wameshinda labda tukio fulani hivi yani. Okay, si, ndo wanakuwa navaa yani, ninavyohisi nilivyoangalia, sijajua nyeusi naikoje lakini, livoona hii ndio hivyo. Kwa kweli hawa wote kama nilivyokuambia, si tunatiado tunad tunatiado tunatia tunawengi, tunatia, wanazifananisha jezi hizi onaili niliokuonyesha ya kwanza, iangalie kwanza hiyo nyeusiawataka. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tupate zambi yeah! <laughs> wanataka tupate zambi, an tutasema ukweli, afu tutapata zambi. emsema ule ukweli Bado haija hajanishawishi <inaudible> so unajua, mi mamangu uh -huh. Mamangu, mama yangu iko pande wa pili, mama yangu uko pande wa pili. Sasa hapo sijui hata nimchukulie ipi, amna yenye kumvutia mamangu. Hata moja, ile ya kwanza wanaichambua, anasema ile rangi ya njano wanasema inafanana na Melody Sandal <laughs> kwao wao sasa washaanza kufananisha na timu zingine. Yani, sisi tushatoka huko tukitoa chetu chetu, yani kwamba ufanane naw mama yangu, nilikuambia tuache bwana, rafiki yangu a mezali, wao wametuwa zao wenyewe. kama watavaa haya hiyo watajua wenyewe. Kama watavaa hizo sawa, lakini mimi na imani tutakazotua sisi zitakuwa na quality nzuri kuliko hizi. Eh, bwana Tikiti liko hivi kweli? Toba! hadi Mimi nafikiri wangemrudisha yule aliyokuwa na design siku zile waliokuwa naye kipindi kile nafikiri huyu sasa hivi huyu sasa hii kola mbona kama ikola form six form six mtanitia dhambi, tuiache hivyo hivyo. Unaweza ukasema sana ukapata dhambi. Mimi kule nao rafiki zangu, naye Mheshimiwa Baba Aziza liziwani Kikwete swebayangu sasa kiona tena, nikianza hivi alitoa sare za chama, yani ile sare aliyotoa nzuri ujue. kwa kwa nini wasikopi hata kwake? Nimeona ile kola, ile. Hii kola hii ya kijani, hii ya kijani. Kola mbona imekuwa hivi kola form 6 inakuwa ina na vifungo ina, ina ile kola ya vifungo pale amebugi tele, kola angengoa kwa, kwa namna ambavyo unafikiri sasa yeah. ukichukua kitengo cha Yanga ambao wanahusika na, na utengenezaji wa jezi na kitengo cha Simba kwa msimu huu kwenye ligi kuu Tanzania Bara, lakini pia pia vilevile japo za Simba hazijaonekana kwenye michuano ya kimataifa, tunaona kama mmewapiga bao la mbali. Na ndio maana sisi Simba, kwanza nashukuru sana viongozi wangu, sisi Simba tumemchukua Jairuti, tumemchukua nani? Jairuti ajalizika kamleta dia dolo. Mimi mwenyewe nimevaa kiatu cha dia Dolo juu Sichi hapa si hapa Dior umeona, Dior umeelewa hey. Kwa unapovaa kitu cha Dior hey. Kwanza kwanza hadi watoe, watoe kitu utakachovaa wewe, kwa haraka haraka kuna jopo la watu 56. Sita yani wale hamsini na sita inaenda kwa huyu eti inaenda Chapesa hey. Sinaenda kwa ndugu yangu e, wale sinaenda si MTV inaenda kwa nani? Yaani wadi wote wakikaa katika wale 50 kadhaa, wale wanaangalia pale, wanaangalia wengi wapi, ndio inavyokuwa, ndo jezi sisi mpaka inakuja inatoka. Bro, jezi yetu sisi kama utaiona ikitoka utakuja mwenye kuniambia kuna banda pasi milioni, uli, ulichokisema uli kiko sahihi. hiyo ndo, ndo sifa kwanza, viongozi wangu kitu ambacho walichokiplani yani kitendo cha kuwai mapema kumtafuta jeruti jeruti, yeye akajiongeza akaenda kuachukua diadoro watikilizia watu timu watikilizia timu za Europe ujue, mm. Eh, sasa haya hii wewe umenionyesha sahii mm. katengeneza nani Yanga, mule mule kuna vitengo vya bro. tantia zambi bro. wiki na kuja na kanisani mimi <laughs> <laughs> Mungu anataka nijalie nitimize miaka 13 na miezi 6 na na Jumapili 3 bila kukosa hata Jumapili moja mm. kwa hiyo tunataratibu sisi Jumamosi kwenda kuungama mm. sasa tusongee sana ile. Kwa kifupi zao hizi bado bado, wamrudishe wa yule aliyotoka blo, yule aliyotoka, unajua, alikuwa anatengeneza jezi yani, unaona kabisa jezi, yeye alikuwa amepagawa. Kumbe nilikuwa naona jezi zao zikuwa, kipindi wako na yule eh, kidogo watu wanavaa wengi wao, sema, unaona, sasa hivi matukio yake yamekuwa, ukinunua hii moja, hii nyingine naye bure, ukinunua hii uki, ukinunua hii eh hii moja alafu yenyewe unanunua, lakini sobe ile, sasa hii eh. Alafu na moja sasa ile inakuwa sio fair. Mm. Watengeneze kitu ambacho watu wata, wanunue. Wana watu ambao wa wanapenda kununua jezi zao, mm. Watengeneze quality. Ya ukweli watafute kampuni ya ukweli, yeye itengeneze vitu vya watu watanunua, unjue kule na kwa ku watu wewe nao hapo wanapenda timu yao, wapo watu wanapenda timu yao watanunua kama kitu kizuri, unjue miaka hii sasa hivi imebadika mm. Kitu ambacho sio kizuri watu wanakuambia hichi kitu hapana, mm. Watu wanunue vipi, wanaskani hiyo <laughs> <laughs> <laughs> ataka unaona yale. Kumbe utatia ya dhambi bwana. Yalele, kumbe dhambi bwana, kumbe usikani toba ilahi barabara. Eh, eh. Toba <laughs> shukrani eh, sana, pamoja pamoja, kichwa cha joka uwakibebage mzigo